Asante sana msikilizaji nawe unayetufuatilia, na karibu sasa. Tunaingia moja kwa moja kwenye sehemu yetu hii ya mjadala. Leo tunawatazama viongozi wa Kiafrika ambao mara nyingi wanaposafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine ndani ya mataifa yao, husindikizwa kwa misafara mirefu ya magari isiyokuwa na kipimo, na wakati mwingine kusababisha misongamano ya magari na hata shughuli za wananchi baadhi ya wakati kuzuiliwa. Kichekesho lakini ni kwamba viongozi hawa wanapokwenda kwenye mataifa ya nje iwe ni Marekani, Ungereza, Ufaransa, China na na kwengineko, hawaonekani kusindikizwa na misafara ya magari mengi, na wakati mwingine huonekana hata wakitembea kwa miguu wakikatiza mitaa. Mifano wa hivi karibuni ni Rais William Ruto wa Kenya na mawaziri wake walipoonekana wakikatiza mitaa ya New York kuingia jengo la mkutano wa eh, Umoja Mataifa, wa baraza kuu la Umoja Mataifa, lakini miaka takriban mitatu pia, kama msikilizaji utakumbuka, iliyopita viongozi wengi wa kiafrika walijikuta kwenye fedheha waliposwekwa kwenye basi moja kama la shule hivi kuelekea kwenye shughuli ya mazishi ya Malkia Elizabeth wa Uingereza. Mitandao ya kijamii na hata vyombo vya habari barani Afrika iligubikwa na kauli za kejeli juu ya kitendo hicho walichofanyiwa viongozi wa Kiafrika. Haya ndio tunayoyajadili hapa na Haman Manyora, ni mchambuzi huko Kenya. Karibu sana Haman. Asante. Na dingo zungu mateja naambiwa, na wewe upo tayari hapo, ni mwandishi wa habari huko Dar es Salaam, karibu sana. Nianze na kwako Manyora, Nairobi hapo, tunaposikiliza na kuyaona matukio kama haya yanajitokeza au picha tunazoziona kwenye mitandao ya kijamii e, viongozi wetu wanapotembea kwa miguu picha gani juu ya thamani wanayopewa viongozi wetu katika mataifa haya makubwa yaliyoendelea, tunayoipata? Tunaweza kujisikia kana kwamba tu watu wametudharau mm, kwamba ukiona Rais Ruto na waafrika wengine marais hawapewi heshima, wanatembea mitaani pasi na hata na escort, hakuna magari ya kuwasindikisha, hakuna askari ukiwa Mkenya au Mwafrika, unaweza kusema ah, jamaa hawa wanatudharau. Lakini ukiketi chini utizame vizuri, unaweza kusema hivyo ni sawa, ni yani, ni sawa wao wow, kutendewa hivyo, kwa sababu wanaonyeshwa na kuambiwa kwamba nyinyi hamna dhamani na mnapokuwa katika mataifa yenyu, na kuwafanya wananchi wa mataifa yenyu kuishi maisha duni, maisha nusura hiyo ya maisha ya mnyama, sisi hapa hatuwezi pia kuwapa heshima nyinyi. Mujiheshimu kule nyumbani, mheshimu mataifa yenyu na wananchi wa mataifa yenyu, mwatendee mema, watu ma waishi maisha ya, ya karne ya ishirini na moja, sio maisha hii ya mnyama mm, ili hata wewe ukikuja huku tunakuheshimu. Tuachie tu hapo Bwana Manyora zungu m, e. Ufahari huu mkubwa walionao marais wetu wa kutembea na misafara mirefu ya magari ndani ya mataifa yao, wakati mwingine hata kusimamisha shughuli za wananchi, inatokana na nini hasa? Kwa sababu Manyora, ukisikiliza aliyoyazungumza hapo kwake yeye, anasema wakija kwenye mataifa haya makubwa pengine wanastahili kwa sababu ya hiki wanachowafanyia wananchi wao. Uh, nadhani kikubwa, kabla ya kusema ni dharau ama fedhea, ni lazima tuangalie mazingira yenyewe, kwa maana ya kwamba mazingira ya shughuli husika kwa mfano tukitolea mfano tukio la rais wa Kenya William Ruto, video ambazo zinaonekana akitembea, nadhani si rais pekee ambaye ameonekana akitembea kwa kutumia miguu. Utakumbuka tukio la hivi karibuni la rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Sasa ukiangalia wameenda katika mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao unafanyika pale New York, ni jiji ambalo liko bize na ni moja kati ya jiji ambalo ni nikitega uchumi kikuu kubwa cha serikali ya Marekani. Sasa ukiruhusu kila raisi atembee na msafara wake tayari utasababisha foleni kubwa katika jiji kama la New York ambalo linashuhudia maraisi wengi ambao si tu wa bara la Afrika bali kutoka katika mabara mengi duniani wakishiriki katika mkutano wa, wa Umoja wa Mataifa. Ni kama tu ilivyokuwa kwenye eh, mazishi ya Malkia Elizabeth, unaona si maraisi pekee wa Afrika ambao walipandishwa kwenye mabasi. Hata marais wa Ulaya akiwemo Emmanuel Macron walipanda kwenye mabasi lakini, zungu watu walikuwa wanalalamika katika tukio lile la Malkia Elizabeth kwamba kwanini rais kama Biden aliyekuwa rais wa Marekani aliruhusiwa kuja e, na ndege yake, aliruhusiwa kuwa na misafara? Kwa nini viongozi wa wa Afrika wanafanyiwa walivyofanyiwa? Hawakuwa na uwezo wa kukataa kufanyiwa matukio kama haya. Mtu anajiuliza kuwa na uwezo wa, wa, wa kukataa ni ngumu kwa sababu ni masuala mazima ya itifaki, na kila taifa lina itifaki yake. Hata hivyo, hata katika kura ya maamuzi ya Umoja wa Mataifa na maamuzi mengi duniani, huwezi kuweka maamuzi ya Marekani sawa na pale ambapo yanaamua nchi za, za, za Afrika, kwa maana kwa ya kwamba ya uelekeo wa dunia. Kwa hiyo tunategemea hata huduma ambazo anapata rais wa Marekani anapoenda katika taifa lolote lile la nje ya Marekani zitakuwa ni huduma nzuri na za kiwango kikubwa kulingana na nchi ya Marekani jinsi ilivyo kubwa duniani ukilinganisha na na, na, na mataifa mengine Manyora. Mm. eh, mtu vile vile anaweza kujiuliza ikiwa e, hayo aliyoyasema zungu kwamba mtu anabidi atazame e, hali halisi iliyopo katika mikutano, pengine kwa mfano e, kwa mfano ili, ilivyotokea wakati wa e, kwenda ku, ma, kwenye mazishi ya Malkia Elizabeth, lakini kwa upande mwingine ukitazama kwa uhakika kabisa, ni kwamba viongozi wa mataifa haya makubwa wanapokuja kwenye nchi za Kiafrika, viongozi wa Kiafrika wanaingia heka heka. Kwa ujumla wake, barabara zinafungwa, misafara, maua ndio yanapandwa upya, barabara zinafagiliwa kwa ajili ya kuwakaribisha hawa viongozi kutoka mataifa makubwa wananchi wanajiuliza wakati mwingine, mataifa haya kia Afrika, ya Kiafrika yana ulazima wa kufanya hivyo kuwakaribisha viongozi wakubwa, kwa sababu tuliona hata alipokuja nchini Kenya mfalme Charles, gharama zilizotumika kuna ulazima huo? Kuna ulazima wala huu? Ni u, u, ni kama utumwa ule maanake, sisi e, tunawafanya wengine wadhani kama sisi ni watu duni, kwamba sisi kuwa binadamu ni kama binadamu nusu na wao ni binadamu kamili, na si haya masala unaosema peke yake. Hata katika masala ya kuingia katika nchi, sisi tunapitia mateso kwenda Marekani, lakini wao wanapoingia tunawekea red carpet hmm. Unaona bana, sasa yule mama ambaye ndio rais wa Zimbabwe, wa Namibia, yeye alisema sisi wa Afrika hatutakubali kama unatuwekea vikwazo kuingia kwa nchi yako, sisi pia tunakuwekea visa ikiwa ngumu ya kwenda mareka, Marekani. Marekani akija hapa Namibia na yeye pia apitia hayo hayo. Hiyo maanake there is what we call ile dignity. Lazima mtu ajidhamini ajione yeye kama binadamu kama yule mwingine. Sasa wewe unampigia binadamu mwenzako magoti. Wakati rais wa Marekani alikuja hapa kila kitu ni I know. I know. Na sio ma Marekani peke yake, hata wengine wa mataifa mengine ambaye si makubwa sana, mradi tu ni wazungu ama watu kama hao, sisi nusura tuwapigie magoti, kila kitu inasimama na hmm. Wewe ukienda kule mnaonekana hamdhaminiwi ni wakati umefika ambapo Mwafrika aanze kujidhamini mm. Zungu, unafikiri gharama gharama hizi za kuwakaribisha viongozi kutoka mataifa ya kigeni kuja kwenye mataifa yetu, manake gharama zinakuwa kubwa e, unafikiri yeah wananchi wanapozingatia hilo la gharama zinazotumika, unafikiri wananchi hawana haki ya ku, ya, ya kuwalalamikia viongozi wao kwamba nyinyi mnafanywa hivi mkienda nchi za watu, na viongozi hawa wakirudi kwenye nchi zenu mnawawekea zulia jekundu na kutumia gharama kubwa, huoni kwamba wako sawa wanapokuwa na malalamiko ya na namna hiyo? Wananchi wanaweza wakawa sawa, lakini ni muhimu kabla ya kulalamika kufahamu mambo na kutofautisha baadhi ya, ya, ya matukio e, kwa mfano si mara zote rais wa Kenya William Ruto akienda new York huwa anatembea kwa mguu, mara nyingine huwa na msafara pale ambapo anaalikwa, kwa sababu jiji linakuwa halina shughuli nyingi za marais wengine. Sasa ukisema Afrika, eh, kwa ukukwetu Afrika kwa mfano akija rais wa Amerika barabara zinafagiliwa. Wakati mwingine inaweza kuwa ni sawa, kwa sababu anapokuja rais kama wamarekani katika nchi yoyote ya Afrika macho ya dunia yanaenda katika nchi hiyo ya Afrika, kwa hiyo ni muhimu ya kwamba hata kama mazingira hayako safi mnakuwa mnaingia gharama ili mazingira yawe safi ili hata dunia inapofuatilia kwamba rais wa Marekani yupo kwenye nchi fulani watu waone mazingira ya hiyo nchi yameboreshwa na ni mazuri ili kuvutia uwekezaji mm. Wakati mwingine kuvutia hata, hata, hata utalii. Lakini katika hii dunia lazima tujue kwamba eh, kuna mashariki na, na, na magharibi na baba wa magharibi anabakia kuwa ni Marekani katika diplomasia. Sawasaa, wazungu, tusikie, tusikie wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu wana maoni gani au maswali gani kuhusiana na mada hii. Na jato wasikilizaji, wanasemaje? Wanasema maneno mengi, kwa mfano Saidi Maja anasema kitendo cha viongozi wa Kiafrika ni ishara tosha kuwa ni wasaliti mbele ya watu wanaowaongoza. Lakini kuna mwingine anasema, anaitwa anaitwa Edgar Baba kutoka Tanzania, anasema viongozi wa Afrika wanapokuwa na mikutano ya viongozi Ulaya, wananyenyekea ili wapate misaada, maana inawezekana njaa huku ni kali. Mkulima halisi wa Moro mjini anasema hii inatokana na nchi zetu nyingi kutegemea misaada ya nchi za magharibi, kwa hivyo lazima wakienda kule wawe wapole na wakija huku wanyenyekewe. Mm -hmm. Kwa hiyo wanaungana kimsingi hapo na, na wananchi sawa, <laughs> sawa so, so. Na pengine tumalizie mjadala wetu kwa kuliangalia swala so, zima la namna ambavyo watu wanakereka sana katika mataifa yetu ya Kiafrika. Na hasa nitataja mifano hii michache, kwa mfano hivi karibuni katika msafara wa rais ilithibitika kuwa raia wa Uingereza aligongwa na gari la msafara wa rais Ruto, lakini vile vile katika miaka ya nyuma kabisa eh, ili, iliripotiwa kwamba watu watano walifariki katika eh, ajali iliyosababishwa na msafara wa rais wa Kongo wakati huo eh, Joseph Kabila. Yanapotokea matukio kama haya unadhani nani wa kubeba dhamana? eh, zungu yes, kila ajali kila ajali inakuwa na na chanzo zake, na bahati nzuri nimeshiriki misafara kadhaa pa kwetu nyumbani Tanzania inayohusisha eh, viongozi. Kabla ya msafara kwenda, lazima kuwe na matrafiki, yani maaskari wa usalama barabarani ambao wanahakikisha usalama unakuwepo. Sasa inapotokea ajali, kabla ya kusema umlaumu nani, inategemea hasa nani ambaye alikuwa na makosa. Pengine ni mpita njia ambaye alidharau eh, amri za maaskari wa usalama barabarani kwamba kuna msafara, kuwa makini, ama pengine ni hata ni madereva waliokuwa kwenye msafara, ingawa mar, mara nyingi ni ngumu kusema madereva waliopo kwenye msafara, kwa sababu barabara huwa zinasafishwa na raia wa kawaida hawaruhusiwi kuvuka upande mmoja kwenda nyingine. mm -hmm, hivyo usalama huwa unahakikishwa. Kwa hiyo ni masuala ambayo huwa yanatokea bahati mbaya, lakini mara nyingi, kabla ya msafara wote haujapita lazima askari wa usalama barabarani wafike eh, dakika kadhaa au masaa kadhaa kabla ya msafara kupita. Asante sana. usalama wa msafara na wale ambao wapo wanashangaa msafara. Dingo Zungu Matejo ni mwandishi wa habari huko Dar es Salaam, asante sana. Na mjadala wetu pia alikuweko Herman Manyora, mchambuzi kutoka huko Nairobi nchini Kenya, nchini Kenya. Najat alikuwa kule upande wa pili kupokea maoni yenu na maswali yenu. Mimi nimeendesha mjadala huu, Saumu Mwasimba, asante, endelea kuwa nasi DW.